E, uamuzi uliofanywa na e, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa wa, wa, wa Mtwara, tunachoweza tu kueleza kwanza, mazingira ya Mtwara ni magumu sana. E, Mtwara unakabiliwa na changamoto kama nne. Moja, e, upungufu wa walimu, kwa sababu ni mazingira magumu, walimu wengi hawapendi kwenda Mtwara, na hii ilianza wakati wa tangu tumepata uhuru, wale sio serikali ya awamu ya tano tu. Na jambo la pili, mila na desturi za kule, elimu sio kipaumbele kikubwa sana. Kwa hiyo bado wazazi wana wanabemberezwa watoto wawe shule, lakini la tatu ni umaskini, watu kule ni maskini sana. Ule umaskini wanaona bora mtoto aweze kufanya biashara itakayomuingizia pato e, lakini kingine ni njaa eh, watoto wale wanapokaa shuleni hawana chakula, wanaona kitu gani bora bora ni katafute chakula kuliko kwenda kukaa kutokana na mwamko ambao sio mzuri sana kwenye elimu. Lakini sasa uamuzi, panapotokea changamoto kama hizo, mimi nidhani kwamba mkuu wa mkoa alipaswa kukaa chini na kuuliza kumetokea nini badala ya kusema tu kwamba walimu wavuliwe vyeo. Lakini kuvuliwa vyeo kwa, kwa, kwa walimu, niweze kusema kwamba kimsingi kwa mujibu wa sheria za nchi, sheria ya utumishi wa umma ya mwaka 2002 ikisoma pamoja na kanuni za utumishi wa umma za mwaka elfu mbili na tatu alafu tukazisoma pamoja na sheria iliyounda tume ya utumishi wa walimu Teacher Service Commission Act ya mwaka elfu mbili kumi na tano zikisomwa pamoja na kanuni zake za mwaka elfu mbili kumi na sita waziri, nani, katibu mkuu wa mkoa, wala mkuu wa wilaya, wala waziri, wala mbunge, wala nani, hawana mamlaka kisheria kuwa mamlaka kuwachukulia hatua za kinidhamu walimu. Lakini imetokea tu bahati mbaya kwamba huku kwetu Tanzania, na jaribu kuiona sasa kwamba sasa kila mmoja anataka aendeshe hii nchi bila kufata misingi ya sheria, na kweli anaweza akaagiza hivyo akasimamia msimamo wake na wale watendaji wa chini wakaamua kuwavua. Lakini ukweli ni kwamba ikiwa mkuu wa mkoa hawezi kutengua kauli yake hiyo, basi ziko mamlaka ambazo pia zinaweza zikahoji uhalali wa yeye kuwavua madaraka wa walimu hao. Lakini kimsingi hana mamlaka, na ndio msimamo wa sheria. Ila tukiamua kwamba tunaendesha nchi bila kuzingatia sheria, sasa hiyo itakuwa sio nchi. Maana Tanzania ni nchi ya demokrasia inayofuata misingi ya sheria na ndivyo katiba yetu inavyotuongoza. Na mtu kabla hajavuliwa cheo anapaswa kupewa fursa ya kujieleza, aandikiwe barua na mamlaka yake ya nidhamu na kadhalika. Kwa hiyo natoa wito kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa ndiyo kusoma sheria e, ili wawe na uhakika na kitu gani wanachofanya. Na mfumo huu wa elimu bila malipo ambao si tunaiunga mkono, na kwa kweli tunamuunga mkono mheshimiwa rais katika jitihada zake zote za kushughulika na wafanyakazi hewa, uhakiki wa vyeti, na vyote hivi tunamuunga mkono katika hatua hizo, lakini tunadhani ifike mahali zoezi hili likome na kwa nini tunasema zoezi hili likome? Unapozungumza na serikali wanakuambia kwamba tunasubiri zoezi la uhakiki wa vyeti, zoezi la wafanyakazi hewa limalizike, ndipo tuweze kuajiri walimu, ndipo tuweze kulipa madeni ya walimu. Lakini hali halisi shuleni ikoje? Kwa shule za msingi peke yake, shule za msingi tulizo nazo ni takriban elfu kumi na tano zilizopo, na zina walimu takriban laki mbili lakini shule hizi zinahitakiwa kuwa na walimu laki tatu. Ina inamaana tuna upungufu wa walimu laki moja. Sasa walimu laki moja eh, na waliohitimu ambao wako mtaani huku takriban walimu elfu thelathini, wangekuwa wameajiriwa ingepunguza tatizo la walimu kwa theluthi moja. Sasa wa, hawajaajiriwa wako tu mtaani, huu mwaka wa pili serikali haituelezi sababu. Ukiwaambia unasema tuna hakiki, sasa gani hilo la uhakiki la kuchukua miezi saba? sisi tunadhani kwamba serikali ifike mahali iweze kuona kwamba huku kuna uzito kwa walimu. Shule za sekondari tuna shule za sekondari takriban e, la, elfu, elfu nne na mia tano, lakini hizi shule shule yenye mkondo mikondo mitatu kwa kila kidato yaani mikondo kumi na miwili yenye watoto takriban 1480 inatakiwa iwe na walimu wasiopungua 30, kwa utaratibu wa kawaida ili shule iweze kuwa shule. Sasa ukichukulia shule elfu nne na mia tano kwa walimu 30, unazungumzia walimu laki moja na 35, lakini walimu tulionao sasa hivi ni 85. Ina maana kuna upungufu wa walimu elfu hamsini. Lakini wakati tuna upungufu wa walimu elfu hamsini au walimu elfu hamsini walimu 30000 ni wa masomo ya sayansi, walimu elfu ishirini ni wa masomo ya sanaa. Lakini wakati huo shule nyingi hazina walimu wa Kiingereza. Kwa hiyo katika shule zote za sekondari elfu nne na mia tano tunategemea angalau kila shule ingeajiri walimu wawili wapya wa Kiingereza. Hiyo tu ina maana walimu wa Kiingereza wanaotakiwa ni elfu tisa. Shule nyingi hazina wa, walimu wanaofundisha somo la uraia, lakini huku tunasema watoto wa hawana uzalendo. Somo linalowawezesha kuwa na uzalendo ni somo la uraia. Uraia hakuna walimu. Sasa hili ndio linaleta shida, lakini pia tunachosema pamoja na upungufu wa walimu elfu hamsini ambao hatuna uwezo. Hata leo rais akiamua kwamba nataka kuajiri walimu elfu hamsini hawapo, kwa sababu vyuo vikuu vyote 40 na vyuo vya walimu mia moja na saba tulizo nazo uwezo wake wa kutoa walimu wa sekondari ni walimu elfu kumi na mbili tu. Sasa kwa nini walimu elfu kumi na mbili wanakaa mtaani hawana kazi, lakini huko kuna upungufu wa walimu elfu hamsini hiyo nikatoa wito kwamba kazi ya ualimu ni tofauti na kazi yoyote ile walimu kadri wanavyozidi kucheleweshwa kuajiriwa huenda wakaajiriwa mwezi wa pili au mwezi wa tatu tayari masomo muhula wa masomo ulianza Januari kwa hiyo watoto hawa watakwenda miezi karibu mitano nusu muhula nusu mwaka hawana mwalimu sasa matokeo yakishakuwa mabaya walimu wanapelekewa vinyago, walimu wanashushwa vyeo wa, lakini hakuna mtu anayechukua hatua ya kurekebisha kasoro au kuwasemea walimu kutokana na changamoto zao. Hatusikii serikali ikiwa na mkakati wa kuweza kutatua matatizo ya walimu, kwamba kiasi hicho ambacho serikali imelipa ni sawa na asilimia kumi ya madai ya walimu. Sasa kwa ujumla wake, tulipofunga Disemba mwaka 2016 walimu wanaidai serikali trilioni moja ambacho tunadhani ni sawa na bajeti inayokusanywa, sawa na mapato yanayokusanywa na TRA kwa mwezi mzima, na deni hili linazidi kukua kadiri muda unavyokwenda. Na kilichosababisha deni hili kuwa kubwa ni walimu takriban elfu themanini na tano walio waliopandishwa wali daraja Februari, Januari, Februari, Machi mwaka jana, kukaa mpaka sasa hivi tunazungumzia ni mwaka mzima, miezi kumi na miwili, hawajarekebishiwa mishahara yao kwa madai tu ya nyuma mpaka Desemba mwaka jana walikuwa wanadai bilioni mia tatu na moja. Kwa hiyo utaona begi nani swala hilo limekuwa kubwa mno, alafu kuna walimu wa staafu takriban walimu elfu sita na arobaini na nne hawajalipwa e, mafao yao ya kustaafu, na kwa walimu hao tu serikali inapaswa kulipa takriban bilioni 556 kwa sababu sheria inataka kwamba ukichelewesha unalipa na tozo asilimia 15 na ndiyo imetufikisha hapo. Utaona deni hili limekuwa kubwa sana kutokana na makundi hayo mawili, kundi la kwanza, kundi la wastaafu bilioni 556, kundi la pili, kundi la walimu walio, walio pandishwa madaraja bilioni 300. Na hiyo tayari inakwenda karibu bilioni 850 na kitu, karibu bilioni 860.